Karibu tena unayoitazama ni Runinga Magharibi na hizi ni habari za Magharibi Weekend moja kwa moja. Katika taarifa inayotufungulia awamu yetu ya pili ni kuwa gavana wa kaunti ya Kakamega FCPA Fernandes Baraza ameongoza usambazaji wa dawa yenye thamani ya shilingi milioni 50 kwa vituo 181 vya afya vya viwango vya level ya pili na ya tatu katika kaunti hiyo. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Dan Dunde na Nabwayo. Hatua hii inalenga kukabiliana na uhaba wa vifaa muhimu vya tiba na madawa yake unaoathiri zahanati na vituo vya afya, wakati wakazi na wagonjwa wengine wanatafuta huduma huu muhimu tunapozindua rasmi hizi madawa zetu za kwenda katika hospitali zetu zote, ningependa pia kuelezea kwa subcounty zote, how many facilities are benefiting from these drugs that we are launching today in terms of distribution. Butere subcounty tuko na dispensaries na health center kumi na tano, Lugari ziko kumi na sita, Navaholo kumi na mbili, Shinyalu kumi na tatu kumi na tisa Likuyani kumi na tano Lurambi kumi na tisa Mumiasi east kumi na mbili Mumiasi west tisa Ikolomani kumi na tatu Khwisero kumi na tano Malava ambayo ni kubwa sana ishirini na tano halafu Matungu tuko na dispensaries kumi na moja. What that means, we are targeting all our level two and level threes. Yeah. And uh, um, every day we have at least this kind of connection. Kwingineko, gavana huyo wamezindua usambazaji wa miche ya chai, katika kaunti ndoko za Shinyalu Ikolomani pamoja na Khwisero. Tayari mbele ya uzinduzi wa kiwanda cha chai cha Madala eneo bunge la Shinyalu baadaye mwaka huu. Kulingana na Barasa, maeneo haya yana udongo unaofaa mmea wa chai, akielezea matumaini yake ya kilimo hicho kuinua uchumi wa wakazi wa maeneo hayo, kuambatana na ajenda yake ya kuwezesha wana Kakamega kiuchumi. Ni chai 1400 Kakamega inamba na Shinyalu, out of 400,000 seedlings, mzee kunyola 1240 hapa na leo tunaanzia hapa mbanda ya fuano, nimemwambia ofisa wangu waleta hapa elfu thalathini na tano ambayo tunapatiana hapa. Ikazi yeneyo tunaenda kutoka hapa Kulazi ya Ikolomani tuende Huisero ili tuakikishe majani chai hapa Kakamega wakulima wetu pia wanapata pesa. Sawa sawa? Yeah. Kwa harera, anumakua kama majani chai, mimi nitakuwa hapo Isuha Central pale Madala before end of June, dalabayo nikifungua rasmi groundbreaking beaking ye factory ya majani avwe nao. Nikiripoti habari za TV Magharibi kutoka ina no bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde. Na kwingineko mashindano ya maigizo ama ya maigizo yaliyohitimishwa hivi majuzi katika kaunti ya Nakuru yalikuwa na athari kubwa katika kuimarisha ubunifu wa wanafunzi. Hili lilidhihirishwa kwa uwazi kupitia mjadala na maonyesho ya kushirikisha ambayo yalishughulikia masuala muhimu ya jumuiya. Baada ya kupokea tuzo ya juu ya utendakazi bora wa kuigiza miongoni mwa shule za msingi, walimu kutoka chuo cha pole walielezea shukran zao kwa tukio hilo, wakisifia mtaala unaozingatia umahiri, wakiangazia jukumu lake muhimu katika kukuza ujasiri wa wanafunzi.

to work and relate with others. We nurture learners' talents outside class to make them uh, realize their potential and then uh, unlock what they want to be in the years to come. Iruhusu ruhusu nipumzike usisonge mbali nikirejea moja kwa moja ni katika mahojiano yetu hii leo karibu tena mpenzi mtazamaji, moja kwa moja katika mahojiano yetu hii leo, mahojiano ya siasa. Ni kuwa wabunge katika bunge la kitaifa wakiendelea na tetesi zao za kuokoa CDF wananchi wameombwa kutofautisha miradi ya mbunge na ile ya gavana. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Sammy Mukaile amesema kwa mara nyingi wananchi wameshindwa kutofautisha miradi inayopaswa kutekelezwa na viongozi hao wawili, ndiposa kuna kunashuhudiwa mvurugano. Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji Wacha nipisha mahojiano hayo ambayo yaliandaliwa na mwanahabari wetu Branford Namure akiwa naye mchanganuzi huyo wa siasa. na mtazamaji, Ijumaa njema, Ijumaa ya Pasaka. Ujambo na karibu katika mahojiano yetu Ijumaa hii ambapo tutakuwa naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Sammy Mukaile. Tutakuwa najalini masuala kadha wa kadha katika siasa ya taifa letu la Kenya, ambapo kunaonekana kwamba kuna mtafaruku ambao unazidi kushuhudiwa katika chama cha ODM. Hey, James Orengo ameweza kukishtumu chama hicho akisema kwamba chama hicho kimeweza kwenda kinyume na yale ambayo waliweza kuahidi wa Kenya. Tunaweza kuona pia vuta ni kuvuta inashuhudiwa baina ya Matiangi Jubilee na mtaka UPPP na mtaka na wabunge na magavana wanangangania CDF. Ni njia ipi ambayo serikali ya Kenya inapaswa kuchukua? Sammy Mukaile yuko hapa, tutakuwa tunaangazia moja kwa moja masuala hayo. Karibu sana Mukaile. Tutakuwa tunaanza na hili swala ambapo ugatuzi wanasema kwamba CDF kupewa wabunge ina hujumu ugatuzi. Kwanza tuelewe kazi ya ugatuzi ni gani? Asante sana Bradford. Uh, kazi ya ugatuzi uh, ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi ya Kenya uh, zinaelekea mashinani ili wananchi mashinani wapate maendeleo bila mapendeleo bila ubaguzi. Kwa hivyo katiba ya mwaka elfu mbili na kumi ilileta ugatuzi ili kuwezesha yule mwananchi wa chini kabisa kuweza kupata maendeleo ya, kwa sababu katiba ya hapo awali enzi za rais Moi, uh, Kenya ilikuwa inaongozwa kwa mapendeleo mm -hmm. na mapendeleo ya kisiasa na. Ya kwamba iwapo wapinzani wako wamekupinga wewe mm -hmm. uwezi peleka maendeleo maeneo yao na na hiyo ndio sababu tulileta katiba ya 2010 constitution kusema mm -hmm. Ya kwamba sasa Kenya ikuwe na usawa mm -hmm. Usawa wa ugawaji wa rasilimali mm -hmm. Kwa sababu Wakenya wote wanalipa ushuru mm -hmm. visawa. Na mimi naweza sema hivi ya kwamba ugatuzi ulianza wakati wa Rais Mwai Kibaki hata kabla tukuwe na katiba, hadi kabla ya katiba kubadilishwa, yeah, na wakati Rais Mwai Kibaki amechaguliwa, yeye kwanza aliahidi Wakenya kwamba ateleta neno linaloitwa CDF. mm -hmm. na wakati alichaguliwa kuna mbunge alipeleka hoja bungeni mm -hmm. na ile CDF ikakuwa sheria, lakini baada ya hapo katika katiba ya 2010 tulibadilisha na hatukuleta hatukuweka CDF ndani. Kwa hivyo CDF pia ililetwa kuleta huduma mashinani, unajua kwa katiba ya 2010. mm -hmm, unajua Kibaki ndio alianza mambo ya CDF. Na, na ilikuwa katiba ile ya ya Kibaki ya 2005, na wakati maendeleo yalikuja mashinani kupitia CDF na wabunge mm -hmm. Uh, jambo hilo likaleta msisimuko na wale wenye walitengeneza katiba ya 2010 wakasema ya kwamba hii CDF tuipanue ikue iende kwa ma, ma, kwa ji kwa magatuzi counties. na, na baada ya hapo, katiba ya 2010 iliweka mambo ya counties pekee mm, haikuweka mambo ya, mambo ya CDF, na hiyo ndio umeona ya kwamba hivi sasa kuna vute ni vute no, kati ya wabunge magavana, na hata mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Wetangula mm -hmm, wameingia kwa mjadala huo no. Kwa hivyo wanasema kwamba magavana hawapewi pesa za kufanya maendeleo katika mashinani, ila wabunge wanapewa CDF waende wafanye maendeleo mashinani. Hawa wabunge wanasema wanafanya kazi ambayo si kazi yao. Ni nani ambaye anastahili kupewa CDF kwa mtaji wa katiba mpya mwaka elfu mbili na kumi. Brandford, hilo ni swali nzuri. Sahizi kuna conflict, shida ni hivi mm -hmm. na hiyo ndio sababu umeona gavana wa Kiambu ameshikwa juzi, naam mm -hmm. ilikuwa jambo la siasa mm -hmm. kwa sasa hivi kuja kaunti ya Bungoma. Naam. Mm -hmm. unapata shughuli ya kutengeneza masoko mm hiyo -hmm. shughuli imepewa wabunge naam haijapewa magavana mm -hmm. Na hiyo ni kazi ya magavana mm -hmm. Na hiyo shughuli ya kutengeneza masoko ni shughuli yenye iko na hela nyingi sana mm -hmm. Kwa sasa hivi serikali ya kitaifa imeleta hili linaitwa NG-CDF mm -hmm. CDF walibadilisha, wakasema sasa, unajua, koti ilisema ya kwamba CDF haikuwa kisheria mm -hmm. Na wakasema ya kwamba wabadilishe sheria, sasa ikuwe ni pesa inatoka kwa national government nakuja kwa constituency mm -hmm. Na hapo kumekuwa na conflict of interest kwa sababu huwezi sema ya kwamba ni pesa inatoka kwa national government nakuja kwa constituency na mbunge mm -hmm. anafaa ku oversight lakini mbunge mwenyewe ndio mm -hmm. anaendesha hiyo hiyo pe, pesa. pesa na kwa sasa hivi mm -hmm. serikali ya William Ruto imefanya hivyo ya kwamba ameanza kusukumana na magavana non, kwa sababu amepea wabunge mamlaka mm -hmm. Amewapea rasilimali. Sasa gavana yako pale, shughuli za gavana zote, mahospitali, health issues, health facilities, agriculture, agriculture. agriculture. na kutengeneza masoko zimerutishwa kule kwa serikali ya ki kitaifa. Sasa mbunge Mm -hmm. ya ya ka... wabunge kwa kwa kwa hawafai kufanya maendeleo yenye tunasema kwamba tuna kwamba wanajenga mashule, wanatengeneza barabara, wanatoa wanatoapke si ikiwa, wat, ikiwa watanyang'anywa CDF ipewe magavana, hawa wabunge watakuwa wanatumia nini kujiuza mashinani? Unajua hata CDF wabunge, unajua CDF ikianza wakati wa Kibaki ni tofauti na sasa. naam. sasa CDF imekuwa pesa ya mbunge kupora mm -hmm. na kuji kujinufaisha na kujitengeneza kisiasa. naam. ukienda mashinani kule mm -hmm. ukiangalia maeneo bunge mengi hakuna maendeleo inaendelea. naam. na sasa unajua kuna kitu inaitwa accountability mm -hmm. Sasa hizo ukienda katika eneo bunge la Kandui, ukiuliza barabara fulani, mbunge atasema hiyo ni kazi ya gavana mm -hmm. Ukiuliza gavana, anasema hiyo ni kazi ya mbunge, kazi ya mbunge. Kwa mambo haya yote tuondoe, tuseme hivi ya kwamba mbunge afanye kazi ya oversight and representation. Na maendeleo awachie gava, gavana mwandani wako sana Peter Salasia amejitokeza na kuweza kumshutumu kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, akisema kwamba Raila, nikimnukuu tu Salasia, alisema Raila is an enemy of progress an agent of poverty. Hataki kuona kama maendeleo yanaendelezwa kule mashinani, kwa sababu tu Raila amesema kwamba CDF iondolewe wa magavana wapewe nafasi ya kuweza kufanya maendeleo mashinani. Labda sehemu zake Salasa na baadhi ya wabunge ambao wanazidi kutetea ile NGCDF, ni nini ambacho kinawasukuma watetee sana NGCDF? unajua kiguza NGCDF umeguza mfuko <laughs> wa mbunge mhm, mm. Unajua Bwana Salasi ya rafiki yangu na, na kwa chama changu jadie. Unajua Salasi mambo yake na Raile imetokea wapi? si imetokea hapana, hata si hapo. mm -hmm. kamati ya bunge ya bunge aliondolea kwa kamati za bunge. Unajua mm -hmm. Kule mbunge kwa kamati kuna marupurupu yenye wabunge wanapata. mm -hmm. Ukitaka kuguza mbunge mm -hmm. guza hela yake. no. Sasa hivi Raila tena ametoka hapo baada ya, ya kumwondoa salasi pale, amekuja tena anasema nataka aondolee salasi ya CDF. Unajua hili itakuwa vita kubwa sana no. No, ukitaka kujua ukitaka kujua kwamba wabunge wanaweza pigana vita mm -hmm. Guza NGCDF. NGCDF. Hata rais mwenyewe wewe unakumbuka wakati mahakama ilisema ya kwamba CDF haiko si halali kisheria. Naam. Rais mwenyewe na wabunge walisikizana wakasema, pelekeni hii muiweke kwa sheria. Naam. So hili jambo ni nisisi tunaongea tu, lakini najua ni jambo lenye halitaweza kutendeka. Wabunge hawatakubali, unajua hao ndio wanatengeneza sheria <laughs> ni kama kusema kwamba mimi nitengeneze sheria ya kunifunga mimi mwenyewe. Eh, Speaker Wetang'ula aliwaambia kwamba mliweza kumbandua naibu wa rais, mm hamwezi -hmm. shindwa kuunda NG-CDF kwa sheria si ndio? Yeah. So wako na nguvu zote, hawatakubali shida tu, ni hivi sisi kama wakenya tunataka kukwenda accountability mm -hmm. na separation of powers Naam. Tujue katika eneo bunge la mm -hmm. John Waluke anafaa kutengeneza barabara ipi? mm -hmm. na gavana Lusaka, gavana anafaa mm -hmm. kutengeneza barabara kwa sababu siku hizi hata mpaka MCA MCA pia atengeneza barabara lami kitengenezwa kwa kwa eneo lake, anasema mimi ndio nilitengeneza hii swala. So, hili iiweza kuzua tata sana katika kaunti ya Kakamega wakati mmoja, haswa eneo bunge la Mumias mashariki, pia mpita Salasia mm -hmm. na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza Ilimlazimu Peter Salasia akitengeneza barabara, anaweka pale bango, hii ni barabara ya Peter Salasia, ndio gavana asijiseme kwamba hii barabara mimi ndio nilitengeneza. Labda kuna ile ambayo imeweza kuchorwa ikisema kwamba wabunge wanafaa kutengeneza hapa, magavana anakosa kutengeneza hapa. Ya kisheria, kuna zile barabara zenye zi zinafaa kutengenezwa na mbunge mm -hmm. na kuna zile zinafaa kutengeneza gavana, kwa sababu mm -hmm. Uh, ile hela yenye gavana anapata huwezi linganisha na mbunge no. Gavana anapata mabilioni lakini gavana pia sehemu yake ni kubwa e, na sehemu ya gavana ni kubwa no. Jana nilikuwa nasikiza wabunge wa Nairobi walikuwa wanaongea na wakasema ya kwamba iwapo watanyanganywa CDF mm -hmm. Wa, wa, wananchi ndio watakuwa na shida wahabu mm -hmm. Walikuwa wanasema ya kwamba iwapo kwa mfano eneo bunge la kaunti e, ya Bungoma mm -hmm. Iwapo tanyang'anya kina Waluke wote CDF na pesa yote upee Lusaka mm -hmm. Lusaka nizamuaa kwamba watu wasirisha hata wapea hata wafanyia maendeleo kwa sababu anaona mm -hmm. ya kwamba hawamuungi mkono, na mimi niliunga mkono ile ile swala la wabunge mm -hmm. ya kwamba hao kivyao ukiwapea CDF wanapeleka mashina mashinani na, lakini gavana anaweza bagua, lakini kuna wawakilishi wadi, hiyo ndio kazi yao kuhakikisha kwamba hizi pesa zimekuja kwa gavana zinafika mashinani. Ndio maana tunachagua MCS, unajua Nt. Haya mambo yote unaona ya kwamba magavana wako na shida na bunge. Kuna maseneta, maseneta, unajua mbunge anafaa kuwa kama seneta. Seneta kazi yake ni oversight, oversight. Oversight. Unaona Huyu MCA kazi yake pia inafaa kwe o oversight. mm -hmm. Lakini hao sasa, unajua wakiona kamba gavana akona he hela no, wanataka hela hio ile kuje kwa mm hata -hmm. Ukiangalia wabunge wengi shida zao, wako na shida na magavana na no, unajua mbunge kazi yake anafaa ku oversight the national government mm -hmm. Mbunge hafai ku oversight gavana, so si twasema pia kwamba hili jambo la conflict kai ya magavana na wabunge si tunasema ya kwamba iwapo mbunge atapewa CDF basi, wananchi wakuwe, wafanyiwe sensitization, wajue miradi ya mbunge ni ipi na miradi ya gavana ni ipi, na iwapo miradi ile haitatekelezwa, wananchi wajue ya kwamba hapa ni mbunge mbungeabunge amezembea, hapa gavana ame, amezembea. So kisheria, lazima sheria iundwe vizuri. mm -hmm. lakini pia wananchi waelimishwe wakuwe sensitized, lakini ni swala ambalo utakuwa tunajadili pale baadaye pia, kwamba hata labda huenda hawa magavana na wabunge hawajui pia wanapaswa kufanya kazi gani? yeah, lakini yeah. Tukiangalia tusonga hapo mbele, matofauti sasa inaendelea kuonekana mm. Tumeweza kumona James Orengo ni kana kwamba anasoma katika kitabu tofauti na kinara chama chake Raila Odinga. yes. Orengo anasema kwamba ODM iliweza kusaliti ile ambayo ni msingi wa chama kile. Swala hili inaweza kusababisha mtawanyiko ndani ya chama cha ODM. Kwa sasa hivi chama cha ODM uh, kinaongea sauti mbili kinzani kuna sauti ya bwana Orengo sasa bwana Sifuna, mm -hmm. na bwana Babu Wino, mm -hmm. hawa majamaa watatu kaongee sauti ya kina Junet Opio andai na kina John Bad, mm -hmm. na Raila Odinga ako hapa kari, mm -hmm. na sisi tunataka kusema ya kwamba, mm -hmm. ya kwamba Raila Odinga asikue anatuchezea, ya kwamba ameweka hawa wajamaa wengine waongee hivi hawa wengine waongee hivi, aweke, mm -hmm. karata yake palipawili, mm -hmm. Rail Odinga aseme msimamo wake ni upi? Kwa sababu tumemsikia Sifuna akikashifuli ya mruto mm -hmm. na Sifuna ni katibu mkuu wa chama cha d, hatua yenye Raila Odinga amemchukulia Sifuna hatujaona pale mm -hmm. nirigadi no. mm -hmm. so nasema ya kwamba tu demokrasia ikuwe mm -hmm. demokrasia Bwana Nyaribo, mimi namhurumia hicho chama chake. Huenda Matiangi ataingia, Matiangi ataingia mm -hmm. chama cha Jubili, kwa sababu Jubilii iko na sura ya kitai- kitaifa e, lakini kile chama cha gavana ni chama cha Kisii na Matiangi kimwona anataka kuwe kiongozi wa taifa lake la mm -hmm. Kenya. So kuna uwezekano mkubwa ya kwamba ataingia chama cha Jubili na hata mimi nilikwambia hapa Bradford ya kwamba chama cha Jubilii kilitaka Matiang'i na pia kilimtaka mmoja wapo ya viongozi kutoka eneo la magharibi hapa mm. ajiunge na wao mm -hmm. So ni chama kinajaribu, kinapiga hesabu kusema ya kwamba iwapo rigathi atatengeneza chama sisi sasa, tuende maeneo mengi mengine mm. ya kuengomeze ngomeze, lakini mimi namkaribisha Matiang'i arudi akuje. Tunasikia anapanga mkutano mkubwa sana Kisi Stadium mm. na kwa sababu yeye ako pamoja na sisi tahudhuria huo mkutano tumsikia anasema nini mm -hmm. na tuendelee kushirikiana naye tukienda mbele kukomboa nchi ya Kenya. Na mtazamaji ni mchezo wa siasa ambapo wachezaji wote sasa hivi wanajipanga mwaka 2027. Mwaka ujao wengi wao watakuwa wanatangaza na kuweza na kudhihirisha ni wapi ambapo ama ni timu zipi ambapo watakuwa wanachezea sasa hivi wa lazima tukuchumbiana na kutakana hapa na pale. Mimi ni Tevan Funa Mure. Jumatatu nitakuwa hapa juma tena, makala ya mahojiano hapo ndo naangazia zaidi kuhusu masuala ya siasa ya Kenya. Kufikia hapo wakati wote, wanasema kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Nimetamatisha habari zetu awamu ya saa mbili usiku, nikisema asante sana kwa wale wote ambao wamehakikisha kuwa taarifa hizi zimeenda hewani, ambapo nampata mhariri wangu mkuu ambaye ni James Wekesi, bila kumsahau mpiga picha wangu ambaye pia ni mwelekezi wangu mkuu Brian Innocent. Naitwa Nancy Chanji. Kesho pia ni siku nyingine, siku ya Jumamosi. Tukutane tena hapa mwendo wa saa mbili usiku, ili niweze tu kukuarifu zaidi. Kwa sasa na kutakia usi weekendi usiokuwa na usumbufu wowote.